Kwa sasa mahitaji ya Morogoro ni lita milioni 81, lakini uwezo wa vyanzo vyetu kuzalisha, tunazalisha lita milioni 47. Kaona hapo, tuna nakisi kubwa, na mradi huu sasa utekelezaji wake kama ambavyo tumesema utatuwezesha kupata lita milioni 54 za ziada. Kwa lita milioni 54 ukijumlisha na hizo 47, tunaenda kupata lita milioni 101. Hata tulivyofanya makadirio ya mahitaji ya maji mpaka mwaka 2030 tutahitaji lita milioni 96, kwa hiyo lita milioni moja inaenda kuondoa kabisa e, changamoto ya maji Morogoro kwa ajili ya shughuli za kiuchumi, lakini pia kwa ajili ya wananchi e, wetu a, walioko katika manispaa ya Morogoro. Huu tunaosaini leo una thamani ya jumla ya euro milioni 30.913 sawa na shilingi bilioni 81.41, ndio maana nasema ni mradi mkubwa sana katika mkoa wetu wa Morogoro. Kwa hiyo utekelezaji uh, wake utaenda kwa kweli kutatua changamoto kubwa iliyokuwepo kwenye maji. Hii tayari imeboresha maisha ya watu wengi, kwa mfano katika uh, jiji la Mwanza na maeneo za ya ziwa Victoria. Leo tunapiga hatua pia Morogoro. Ninajua watu wanahitaji huduma bora ya maji hapa. Mradi huu ulihitaji maandalizi ya makini, tafiti za kina zilifanyiwa ili mradi ufae, na shughuli tayari zimeanza. Kwa mfano, ofisi mpya ya Murwasa inajengwa, vizima vimeshimbwa na mpango wa maji umeandaliwa. Sasa nina furaha sana kwamba ujenzi wa mtambo mpya wa kusafisha maji wa Mafinga utaanza hivi karibuni. Mtambo huu utatoa maji safi na salama zaidi kwa wakazi wa Morogoro. Kama mkurugenzi amesema mradi, mradi huu utatoa suluhisho endelevu kuanzia kwenye chanzo hadi kwenye bomba na mazingira ujumla, kwa sababu maji ni uhai. Rai yangu kwa wananchi, tunajua kabisa mradi huu tunaenda kutumia chanzo cha Mindu. Hii sisi wataalamu tunaita ni surface water, na kama mnavyoona project leo tuna saini project ya bilioni 81, lakini bado tutakuja kusaini eneo la chanzo kwa maana ya kuongeza ile 2.5 mita ya tuta la bwa letu la Mindu. Sasa tusipotunza mazingira kwa kweli tutakuwa lile lengo tunalolisema la asilimia mia moja tutaweza kulifikia. Kwa hiyo, kila mmoja tulioko hapa awe balozi wa sekta ya maji wa Moruasa kuhakikisha eneo letu la bwawa la mindu linaenda kutunzwa ili yale maji tunaotarajia asilimia mia moja lita milioni kubiki mita mia moja na nane au lita milioni mia moja na nane kwa siku tuweze kuzifika. Zangu. Kuna watu huwa wanatengeneza pekeche, pekeche kule Mindu. Tumeshakubaliana Mindu ndio chanzo chenyewe, zinaongezwa juu mita milio, mita 2.5 ili zipatikane maji zaidi ya lita milioni mia moja mule ndani ya bwawa, watu bado wanataka waingie mpaka ndani kutafuta uchokozi. Sasa ninasema mi ndio mkuu wa mkoa, sijasikia vinginevyo, labda leo jioni Nasema hivi kwa mamlaka aliyenipa Dr Samia Suluhu ya kuwa mlinzi wa mlinzi mkuu, mwenyekiti wa kamati ya usalama wa Morogoro, lazima tuambizane ukweli wana Morogoro, kinachowafaa watu wote kisiharibiwe na watu wawili wachache. Kweli si kweli? Hey, kinachotufaa wote. Juzi tumeiona karaha ya maji hapa, mheshimiwa waziri, tulikuwa hapa Morogoro imekosa maji. Morogoro ilikuwa inatiririka maji kule juu na muulize Afande Sele huyu atakwambia. Morogoro maji yalikuwa yanatiririka masaa 24 miaka 40 iliyopita. Vyanzo vile vimekwenda wapi? Ukienda juu watu wameharibu vyanzo. Sasa mheshimiwa waziri tunarudi juu kwa sababu vyanzo vya Morogoro ni vyanzo vya Mindu lakini pia ni vyanzo vya Kidunda, ni vyanzo vya Wamiruvu, ni vyanzo vya Kilombero na bwawa la Mwalimu Nyerere. Sisi ndio hazina ya vyanzo vya maji kupeleka kwenye vyanzo katika mabwawa makuu. Ndugu zangu, wana Morogoro, nataka niwakumbushe, hivi karibuni kipindi cha kampeni, mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan alikuja Morogoro, moja ya ajenda yake kubwa, aliomba ridhaa kwamba kipindi cha muda mfupi tutahakikisha mji huu wa Morogoro unawenda kupata maji safi salama na yenye kutosheleza. Leo tunaona kazi ambayo anaifanya mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nini maana yake? Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ni rais wa kusema na kutenda. Kwa lugha nyepesi ambayo inaotaka kuizungumza leo, Daktari Samia Suluhu Hassan ni suluhu ya matatizo ya wanamorogoro na Watanzania. Maandiko yanasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji lako. Naombe sana wana Morogoro na Watanzania tumpe ushirikiano kiongozi wetu na tumwombee rais wetu kuhakikisha anaendelea kufanya kazi kubwa. Yajayo, tuseme kwa lugha nyepesi, yanafurahisha. sisi viongozi ambao ni wasaidizi wake, ambaye ametupa kutusaid... kumsaidia katika eneo la maji, tutafanya kazi usiku, tutafanya kazi mchana.